Kongamano hili linafanyika leo tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2025, lenye kauli mbiu chagua viongozi bora kwa ustawi wa wafanyabiashara ndogo ndogo, limeandaliwa na shirikisho la umoja wa machinga Shuma, kwa lengo la kuhamasisha wafanyabiashara wote kushiriki katika uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na kuchagua viongozi bora. Ndugu mgeni rasmi, shirikisho hili lilianzishwa mwaka 2022 na kusajiliwa mwaka 2023 kwa namba ya usajili SA 21825 na linasimamiwa na wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Shirikisho hili linajumuisha makundi yote ya wafanyabiashara ndogo ndogo ambao ni boda boda, bajaji, guta, machinga, mamalishe, wamiliki wa saruni, babalishe, wasusi, mafundi wa aina mbalimbali na daladala za baisikeli. Ndugu mgeni rasmi, makundi niliyoyataja hapo awali yalikuwa yametawanyika katika maeneo mbalimbali na kusababisha kero kubwa kwenye maeneo mbalimbali hasa ya barabara na mara nyingi kutumika kwa maslahi ya watu na kuleta vurugu. Tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maono yake ya kuboresha mazingira ya utendaji kazi ya wafanyabiashara ndogo ndogo kwa kutoa maelekezo ya utengaji wa maeneo ya wafanyabiashara ndogondogo ili wasipunguziwe. Ndugu mgeni rasmi, kwa heshima kubwa tunayo furaha na tunapenda kukushukuru wewe binafsi kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika kongamano hili kubwa na la kwanza la wafanyabiashara ndogondogo kufanyika katika mkoa wetu wa Simiyu. Tunakushukuru sana mgeni rasmi. Pia Shirikisho la Umoja wa Machinga Mkoa wa Simiyu Shiuma, tunamshukuru Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa anazozifanya katika kuijenga nchi yetu, hususani kuimarisha na kuinua uchumi wa wafanyabiashara ndogo ndogo kwa kutoa mikopo ya riba nafuu na kuboresha mazingira ya utendaji kazi. Na hapa leo, Mheshimiwa mgeni rasmi utapata ushuhuda wa watu waliopata mikopo naendelea. Sote tunasema asante na hongera sana mama, kwa mama yetu, na tunaomba umfikishie salamu zetu ambazo ni za kulipa deni analotudai kwa kazi kubwa aliyoifanya katika kuimarisha kundi hili na sote tunasema kwamba Oktoba tunatiki tii machinga oye Oktoba tunafanyaje Tuna pia umoja wa shirikisho la umoja wa machinga linaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kutoa kiasi cha shilingi milioni kumi kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya wafanyabiashara ndogo ndogo ambazo zilitumika katika ujenzi wa boma. Kwa mgeni rasmi, mpaka anavyozungumza hapa, tuna ofisi pale maeneo ya Bomani ishafikia hatua ya boma. Tunaiomba halmashauri ya mji wa Bariadi kufanyia kazi ombi letu e, la kukamilisha ofisi hii tuliyoyawasilisha kwa barua ya tarehe 26 mwezi wa tano mwaka 2025. Ndugu mgeni rasmi kupitia mkuta, mkutano mkuu wa Shirikisho la Umoja wa Machinga shuma uliofanyika tarehe 16 hadi kumi na tisa mwezi wa tano mwaka 2023, ulifanyika Dodoma. Wafanyabiashara ndogo ndogo waliwasilisha kwa mheshimiwa rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ombi la kuwa na mwakilishi wa wafanyabiashara ndogo ndogo katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nasi shirikisho la wamachinga shiuma mkoa wa Simiyu tunawasilisha ombi letu kwako mgeni rasmi.